Mtakumbuka wote kwamba mheshimiwa Rais alitoa ahadi kwamba atakapokuwa amechaguliwa na ndani ya siku mia moja za kwanza za utawala wake wa serikali ya awamu ya sita kipindi cha pili, basi mambo atakayoyapa kipaumbele ni swala hili la utekelezaji wa sheria bima ya afya kwa Watanzania wote, na kwa kweli kabla siku hizo hazijaisha tayari tumeona na hapa leo na sisi kama mkoa wa Katavi tunatimiza au tunajiandaa kwa ajili ya utekelezaji wa mpango huu wa bima ya afya kwa wote ndani ya siku mia moja ambazo Mheshimiwa Rais alikuwa ameahidi. Niombe washiriki wote, viongozi, watendaji serikalini, asasi na kadhalika, kuhakikisha kwamba tunamsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi yake hii kwa wananchi, kwamba swala la bima ya afya kwa wote litaanza mchakato wake ndani ya siku mia moja. Imani yangu na naamini hata nyie ni imani yenu pia, kwamba bima ya afya iliyokuwepo ilitufanyia mambo mazuri, lakini sasa hii iliyokuja kwa sasa hivi, bima ya afya kwa wote, imani yangu ni kwamba imekuja kuboresha zaidi upatikanaji wa huduma za afya kwa kutumia bima. Ni waombe wananchi wa mkoa wa Katavi wajiandae kikamilifu kushiriki na kujiunga katika mfuko huu wa bima ya afya kwa wote kwa sababu umeanzishwa kwa manufaa ya Watanzania wote, na tukijiunga kwa wingi huko Wanakatavi na Watanzania wenzetu wakajiunga, maana yake ndio hasa nguvu ya mfuko huu itapatikana na huduma za afya zitaweza kuwa huduma bora zaidi tena kupitia bima ya afya, na haita hakutakuwa tena na yale malalamiko ya mgonjwa amepelekwa mahali hana uwezo huyu amekosa hiki familia haina fedha haina uwezo wa kugharimia. Lengo la bima hii ni kuhakikisha kwamba kila mtu anapata huduma za afya kwa wakati pale anapozihitaji, kwa sababu tayari zile taratibu nyingine za awali zitakuwa zimeshafanyika. Kwa hiyo niendelee kutoa wito tena kwa wanakatavi kujiandaa kupokea, kuunga mkono na kushiriki katika utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. E, utekelezaji wa bima ya afya kwa wote utahusisha pia kutambua kaya maskini ambazo serikali imejipanga kuwapatia matibabu bure au kuwaunga na bima ya afya bila kuchangia kitu chochote. Kwa hiyo niwatake, wale watakaohusika na swala hili kuhakikisha kwamba wanatenda haki na wanatimiza wajibu wao vizuri na kwa ufanisi katika kutambua kaya maskini ambazo katika mpango huu zitapewa E, bima ya afya kwa kulipiwa asilimia mia moja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya sita. Tumepokea jambo hili kwa mikono miwili na kwa hamasa ya hali ya juu, na niwahakikishie tu Wizara ya TAMISEMI pamoja na Mheshimiwa Rais kwamba tunaunga mkono swala hili na tutalisimamia ipasavyo. Sisi kama kamati ya afya ya mkoa tutahakikisha kwamba e, elimu inatolewa na hamasa inatolewa ili wananchi wetu waweze kuelewa vizuri na kujiunga na bima hii ya afya kwa wote na kuweza kunufaika nayo. Ombi letu bado ni hilo hilo moja kubwa, kwamba pamoja na yote lakini, tunakuomba mkurugenzi wa TAMISEMI, ninashukuru umeeleza kwamba mwongozo huu wa matibabu unaendelea kufanyiwa mapitio. Ningeomba tu kwa niaba ya wa wajumbe hawa kwamba kwenye kufanya hivyo shirikisheni wataalamu wetu wa ngazi zote mpaka kule kwenye ngazi ya zahanati ili waweze kutoa maoni na ushauri. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba wakati wa mapitio hayo, basi vyovyote itakavyokuwa, mhakikishe kwamba ngazi zile za chini ndio zinapewa kipaumbele na kuongezewa wigo zaidi wa matibabu na dawa kwa sababu ndio zinachukua wananchi wengi zaidi na ndio rahisi wananchi wengi zaidi kuzifikia kuliko hizi ngazi za labda hospitali ya wilaya na hospitali ya mkoa. Kwa kuwa hapa tuko na mganga mkuu wa mkoa e, tuko na waganga wa halmashauri mbalimbali na waratibu na kamati ya uendeshaji ya afya, niwatake kuhakikisha kwamba utoaji wa huduma za afya kwa ujumla wake ni lazima sasa mkafanya usimamizi makini zaidi kuliko ilivyowahi kutokea huko nyuma. Yapo baadhi ya malalamiko, wanalalamikiwa baadhi ya watumishi katika maeneo yenu. Tumefanya vikao hapa katika kipindi cha takriban mwezi mmoja, uh, tangu mwishoni mwa mwezi wa kumi mpaka sasa, na katika makundi yote tuliokaa nayo, makundi ya viongozi wa dini, vijana, wanawake, lakini na wananchi wetu mmoja mmoja kule mtaani nilikokuwa napita. E, sekta hii ya afya haikuacha kutajwa, na haikutajwa kwa mema peke yake, imepongezwa na kushukuru kwamba maboresho ni makubwa, lakini kulikuwa na hilo neno lakini, baadhi ya maeneo utoaji wa huduma unakuwa hauko sawasawa, wanalalamikiwa watendaji au watumishi katika sekta ya afya kuto kuwajibika ipasavyo kuwahudumia vizuri wagonjwa wanaoenda katika maeneo haya leo la kuaigisha kaya zisizo na uwezo ni suala ambalo moja kwa moja litatuhusu sisi, kama ambavyo wenzetu wameeleza. Katika hatua ya kwanza tayari tasa kulikwisha ainisha wale ambao hawana uwezo na hatakuwa na kazi kubwa wakati wa kwanza utekelezaji, lakini kati tunavyokwenda mbele tunahitaji kuainisha wale sasa ambao wengine ambao hawana uwezo kwa ajili ya kuingizwa kwenye bima ya afya, na kwenye eneo hili muhimu sana kama ambavyo tumeelezwa, kuzingatia haki kwa kuwa pia tuna uzoefu katika utekelezaji wa mfuko wa TASAF na namna ambavyo tumekuwa kutokeza changamoto za hapa na pale. Lakini eneo la pili ni la kutoa huduma. Sisi kama mamlaka ya serikali za mitaa tunawajibika kutoa huduma kwa wananchi wote, na eneo hili ninataka sana tuweze kuboresha utoaji wa huduma, kwa sababu wananchi watakuwa na uwezo wa kuchagua sehemu ya kwenda kutoa huduma katika ngazi hizo na hivyo huduma zisipokuwa bora katika maeneo yetu, wateja hawatakuja. Tunaweza kulipwa fedha kubwa mwanzoni kwa kuwa wananchi wao kwenye maeneo yetu, lakini wasipokuja kama alivyoeleza, fedha zitazidi kupungua kwa kadri ya wateja ambao mnawahudumia, na mwisho wa siku vituo vyetu havitakuwa tena na uwezo wa kuhudumia wananchi wengi zaidi kwa kuwa hawatapata fedha za kuwahudumia kwao. Ni vizuri sana na ndugu zangu wa wakurugenzi wa halmashauri hapa, tuwekeze nguvu kuboresha utoaji wa huduma katika nyanja zote.